Karibu sana katika mwendelezo wa Beginner Pro master class ya Photoshop, na leo nitakuonyesha jinsi ya kufanya ya kufanya yani, jinsi ya kuimport brushes, jinsi ya kuimport custom shapes pamoja na jinsi ya kufanya installation ya font kutoka kwenye kompyuta kuingia kwenye, kwenye adobe Photoshop. Sasa kwa haraka haraka tuanze na importation au ni kwa jinsi gani tunaweza tuka import custom shapes, kutoka kwenye kompyuta kuingia katika, katika Photoshop. Kwa hiyo utakachokifanya utakuja hapa kwenye shapes, uta right click, utakuja kwenye custom shape, utafungua custom shape kama hivi. Kwa hiyo utakuwa na shapes zako, custom shapes zako ambazo zi, zi, zipo by default ama zipo zimeandaliwa na Photoshop. Kwa hiyo utakachokifanya utakuja upande wa kulia hapa juu kwenye hii icon ya setting. Kwa utaibonyeza kisha utakuja hapa palipoandikwa import shapes. Kwa hiyo sasa utaenda sehemu ambayo ulizisave hizo shapes zako. Mimi nipo hapa desktop, hapa ndio sehemu ambapo nilisave hizo shapes zangu. Kwa hiyo ni hii hapa. Kwa hiyo hapa nitabonyeza mara moja hii shape kama hivi. Kwa hiyo hakikisha unaijua kwanza sehemu ambapo umeziweka shapes zako. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya kwanza unatakiwa uweke shapes zako sehemu ambapo unaijua. Kwa hiyo kija huku, ukishafanya process zote utaenda katika kama wali save, sehemu yote utachagua, utaenda katika ile sehemu kisha utaibonyeza mara moja hiyo shape. Baada ya hapo utabonyeza load hapa. Kwa hiyo zile shapes zitakuwa zimeingia kama hivi. Kwa hiyo hapa sasa nikifungua nitakuwa na shapes zangu nyingi nyingi kama hivi. Kwa hiyo hizi ndio shapes zangu zote ambazo nimezi kufanyia nimezi import kutoka kwenye kompyuta yangu kuingia katika Photoshop na sasa naweza nikazitumia kwa matumizi tofauti tofauti. Sasa tutoke kwenye custom shape tuende kwenye brushes. Ni kwa jinsi gani tunaweza tuka import brushes kutoka kwenye kompyuta kuingia kwenye Photoshop? Utakachokifanya, utakuja hapa kwenye brush, utabonyeza kisha utakuja kwenye window utafungua brush setting hapa kwa brush settings kwa hiyo hapa utakuja hapa kwenye brushes, sorry, sio brush setting, utakuja kwenye brushes utabonyeza hapa. Kwa hiyo ukija kwenye brushes zitafunguka brush kama hivi. Kwa hiyo hizi ndio brush zako ambazo zipo. Kwa hiyo utakachokifanya sasa hapa utakuja hapa juu kwenye hizi lines zipo nne, utazibonyeza mara moja, kisha utashuka chini mpaka hapa palipoandikwa import brushes. Kwa hiyo utabonyeza hapa kisha utaenda kama kawaida katika sehemu ambapo ulisevu brush zako. Hakikisha unajua sehemu ambapo umesevu brush zako. Kwa hiyo utakuja hapo, utabonyeza kisha utabonyeza load. Kwa hiyo utaona tayari zimeshaingia hizi hapa tone paper brushes. Kwa hiyo sasa hivi ukifungua hapa utaziona brush zako hizi hapa. Unaweza ukazitumia katika matumizi yako tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo ndiyo namna ya kufanya ya kuimport hizi brushes pamoja na custom shape. Sasa font utaingizaje kwenye, kwenye Adobe Photoshop? Utakachokifanya pia utaenda katika sehemu ambapo uli save hiyo font yako. Kwa mfano mimi font yangu nilisave desktop. Kwa hiyo nitaenda desktop. Font yangu ni hii hapa. Ipo desktop. Kwa hiyo utakachokifanya utakuja sehemu ambapo ume save hiyo font yako. Mimi ndio nimesema nimesave hapa desktop. Utakachokifanya uta right click. Kisha utakuja hapa kwenye new utatengeneza folder utabonyeza okay. Kwa hiyo ukishatengeneza folder utachukua hii font, uta, uta right click kwenye hii font. Kisha uta cut hapa, kisha utafungua hili folder uta paste, utabonyeza hapa uta paste. Kwa hiyo ukisha paste kama hivi uta right click. Kisha utakuja hapa kwenye WinRAR. Kisha utabonyeza extract here kwa hiyo hapa sasa utakuwa umefungua fonti zako zote ambazo zipo kwenye hiyo package ya hiyo fonti yako. Kwa hiyo baada ya kuwa umefanya ume, ume extract kama hivi, sasa hizi uta select zote, utabonyeza hii ya kwanza, kisha utabonyeza shift, utakuja kwenye hii ya chini utaibonyeza. Kwa hiyo utakuwa ume select zote kama hivi. Kwa hiyo hatua itakayofuata uta right click, kisha utabonyeza show more option. Hapa utabonyeza install for all users. Kwa hiyo hapa sasa fonti zitakuwa zina install hapo, tayari zishamaliza kufanya installation. Kwa hiyo sasa hapa ukiingia kwenye Photoshop unaweza ukaitumia hii font, font yetu inaitwa Baloo. Kwa hiyo tukifungua Photoshop hapa tukiandika, tukichukua hii type tool, tukiandika mfano tuandike hiyo hiyo jina la font Baloo, kisha tu kibonyeza okay, tutabadilisha rangi hapa, tuweke rangi nyeusi. hii ni Popins. kwa hiyo tutafungua hii, tutaandika jina la font hapa Baloo. Kwa hiyo tutaiona sasa font yetu ni hii hapa, tayari imeshaingia katika Adobe Photoshop na ukifanya installation kama hii ya font inakuwa imeingia kwenye program zote. Ukiingia kwenye Illustrator pia utaikuta, ukiingia kwenye Microsoft Word, Excel na nyinginezo, hii font itakuwa tayari imeshaingia. Bai itakuwa tayari imeshaingia automatic. Kwa hiyo hiyo ndio njia nyepesi, njia njia njia na njia rahisi za kufanya installation ya font kwenye computer, lakini pia kufanya installation ya brushes na hizo custom shapes kuziingiza katika Photoshop kwa hiyo mpaka hapo, naomba niishie hapo. Asante sana, mpaka wakati mwingine.